Wana KHP mko salama na karibu tena kwenye channel yenu hii ya nguvu, ambao ni KHP Canada. Ni matumaini yangu ya kwamba uh, mnaendelea salama kila mmoja mahali ambapo ako. So leo ni siku ingine mzuri sana, na kuna sehemu ambao naenda tena, ijapokuwa uh, majibu ambao naweza kuwa nimepata sehemu moja wala nyingine. Kuna sehemu nyingine ambao eh, nimeweza kupitia leo. Ni Jumapili, haijalishi siku ambao video mtaipata, lakini kiukweli ni kwamba leo ni Jumapili na niliambiwa ya kwamba mwenyewe siku ya leo ndio huwa anaonekana, so ni shamba ambayo inashikana na nyumba, yani sehemu ambayo hiyo shamba iko na nyumba ya huyo mtu iko tu hapo hapo, na ni mtu anakaa friendly, ni mtu anakaa mcheshi, mkaribishi wanasemaga mkaribishi? <laughs> Eh, najua message ishafika hivyo hivyo, hiyo ndio ya maana zaidi. So naenda ni jaribu pia kumsikia. siku hiyo nimefika hapo kwake nikaweza uh, Pena tu idea na ni mke wake ndio alikuwa ako. Mke wake akaniambia ni vizuri sana nikuje niongee na mme wake, kusudi nisikie nini atanijibu, sababu wako pia na shamba kubwa kubwa sana na mara nyingi huwa wanachukua watu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kwa kazi mbalimbali mbali, hapo kwenye shamba lao. Wako na shamba, wako na kama ni ng'ombe sijui na kuku kuku na nguruwe kama sijakosea. Siku hiyo ndio nilikuwa naambiwa siku uh, zunguka ndani sana sababu tulikuwa tunaongea tu na mke wake, kama kupiga stori hapo, wakati nilikuwa namwelezea kuhusu ombi la wana KHP, na akaniambia ni sawa naweza rudi so pole kwa kelele ya watoto . So, tukaongea Esta. So, akaniambia nijaribu kurudi leo, uh, mume wake atakuwa mida za jioni, jioni kusudi tuweze kuongea saa hii ni 5:22. Jua inawaka lakini ukiona uwezi ukafikiri kama ni ya 5, but uh, just kujulisha saa hii ni 5. Nimeshatoka kanisa, nimeenda ibada mbili, ya kwanza na ya pili Kasema, Okay. Hizi ni five, na mume wake huwa anakuaga six jioni. Acha niweze kuenda, sio mbali sana, ni mahali ambao naweza nikatembea maybe for 35 to 40 minutes nitakuwa nimefika. Unajua sheria za barabara zao, uwezi kaenda zaidi ya speed limit ambao umewekewa, ndio maana wakati mwingine inafanya fasi zingine zinakuwa mbali na barabara ziko sawa. So, acha mimi niende. nikifika nitawajulisha vile nimefika na yale ambao ataweza kuniambia. Nitaweza tena pia kuileta kwenu. Kama vile niliwaambia, mimi sitavunjika moyo kwa yale majibu ambao nilikuwa nimepata, na ijapokuwa ya hali ambayo pengine inaweza kawa inaendelea, mimi nitaendelea, uh, kujaribu, kutafuta kupambana mpaka dakika ya mwisho nione yale ambayo yatakuwa solution Sababu haja ya moyo wangu ni kuona eh, wana KHP wengi tupo Canada kwa ajili ya kufanya kazi. Hii ni moja tu ya zile ambazo natafuta, lakini najua kuna mengi ambazo pia zitakuja kwa ajili ya kuweza kuona eh, lile ambalo litafanyika. So tuendelee kuwa na imani na hope, sababu ninaamini ya kwamba mlango lazima utakuwa wazi na wengi wataweza kujipata Canada msimu huu ambao ni wa kilimo. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na uandamane nasi mpaka mwisho usikie kile ambacho tutakaoambiwa tena kwa hilo shamba ambalo naelekea. Yeah, nazidi kusonga, kama vile niliwaambia. Unaona, hii ni rough road. Hizi ni maeneo ambao mashamba ziko mingi, kama unaweza ona Just aside ziko mob, so sometimes ni ngumu ku maintain video na kudrive, ndio maana mara nyingi na prefer. Esther, can you stop making noise for me. Unaona, hizi ni mashine za kulima ambazo ziko hapa, so hizi ni area ambazo ni za mashambani, but uh, sio hii zote ni mashamba ziko hapa, niliwaambia mi sitachoka licha ya majibu ambao nilipewa. Hii sehemu pia ni mashamba, hii sehemu pia ni mashamba. So huku mashamba ziko mingi, lakini changamoto bado lingali kama ile ambayo niliwaambia. Unaona, hii ni kubwa, lakini hakuna mtu ambaye mtaenda kuulizia hii. Huku pia ni kubwa lakini ujui utaenda kuuliza nani sasa. Mtu ukizunguka maeneo kama haya, wakati unabahatisha mtu ako kwenye shamba, ndio unaweza kuulizia. Hii zote ni mashamba ziko hapa. So ile ambayo naenda sio mbali sana na hii sehemu, na wakati ambao nitafika, nitawajulisha alafu niweze kusikia nitaambiwa nini. Lakini sababu ya mi kurudi kwenye hii ya upande huu, e, narudi hivi sababu kuna matumaini, kuna matumaini na ndio maana nimeamua kurudi hii sehemu. Ingekuwa hakuna matumaini, singerudi huku. Ndio maana mwendelee kukuwa na na imani ya kwamba tutafanyikiwa. Moja anaweza jibu tofauti, moja anaweza kuwa hayupo tayari, lakini kuna yule ambaye atakuwa pengine naye anahitaji mtu na hajui atafutie wapi. Ndio maana nikasema no, mimi sitakaa licha ya kuwa uh, wengine wamenijibu tofauti na vile ambavyo nilikuwa nategemea. Najua ndani ya watu kumi, wawili wanaweza jibu tofauti, lakini mmoja ama wawili watajibu vile ambavyo inatakikana. So weendelea kufatana nami hadi mwisho tuone mahali ambapo tutafikia. Naamini ya kwamba majibu yatakuwa mazuri. Guys, hii ndo maeneo ambayo nilikuwa nakuja. <laughs> so hapa ndio mahali nilikuwa nakuja na nataka kuenda kuongea sasa na wenyewe, na shamba ni hili huku, ambao naona shamba kubwa sana, shamba kubwa sana. Ukizoom ndo utaona vizuri, inaenda mpaka huko. Ukiona kwa video haiwezi onekana kama kubwa, lakini ukitembea naye utaona kubwa. So ndio sehemu ambao nilikuwa na kuja, nataka niende nisikie nini ambao uh, nitaambiwa, lakini ni watu ambao ni wakarimu, ni watu ambao uh, wanaongea vizuri. Najua ya kwamba tutakuwa na matumaini tunapotoka hii sehemu, tunapotoka hii sehemu ni sehemu kubwa. Ukiona kwa video huwezi ona ukubwa wake, lakini naenda mpaka huko mpaka huko mwisho kabisa, na ni mahali pazuri sana. So tukibahatika hapa, najua hatuwezi kosa wawili ama watatu, lakini acha <laughs> niache kuongea mingi, niache kuongea mingi Lacha niende kwanza, lakini lazima tuwe na, na matumaini. Kama vile unaona, hii ni sehemu yao ya kuishi na wanaishi tu na shamba yao karibu. Hiyo ni sehemu ambayo kuna mifugo na vitu kadhaa, na huku sasa ndio sehemu ya shamba. Huku ndio sehemu ya shamba, na kama vile unaona, kulikuwa mahindi maindi before. So wameshaangusha kila kitu, ni shamba sasa iweze kuandaliwa kwa kuweza kulimwa na ni kubwa. Hizo miti naona ziko mbali, ni vile ziko kwa video na na zoom. Na sehemu ya pili ya mti ukienda huko pia kuna nafasi nyingine, so inazunguka hadi huko. Ni vile sijaingia ndani, sikuje kuingia, pengine kuna vitu ambao naenda kukanyanga na kuharibu hapo. Ndio maana sijaingia huko, nitaka tu nikuoneshe hiyo sehemu, na huku kwingine pia kuna spesi kubwa, kama unaweza ona. So hizo ni shamba pia ambazo ziko hiyo saidi ya pili. Hizo zingine washaanza kuweka vitu, hii haijawekwa bado. Sema acha ni kuje kuona huku, alafu nitakwambia. So we, kama ni mpya, kumbuka kusubscribe na naendele kufuatana nami mpaka mwisho. Najua kuna matumaini.